Maandiko yasema kuna chakula cha kiroho Wako watu duniani huwa wanaota ndoto, wanakula chakula usiku, wanakula nyama usiku lala kwenye ndoto ile. Sio ndoto tu, ile ni kweli. Kuna, kuna chakula cha kiroho. Ili mtu aichukue nyota yako, lazima ule. Kuna namna ambayo adui anatumia ya kumpata mtu, hiyo adui ya kwanza inakuwa ni chakula cha kiroho. Watu wanaandaa vyakula vyao, wanachinja ule mchinjo, kuna manuizo ambayo wanaweka katika ule mchinjo, yale yani manuizo yanaitwa dua. Ndio maana mwislamu yoyote hawezi kukubali ale cha nyama ambaye amechinja mtu asiye mwislamu. Kwa nini? Anajua kuna dua maalum ya kusomea, ile dua inawakilisha ma maudhui ya yani nini kuhusu ile sadaka yake. Kwa hiyo vyakula vya kiroho vipo usingizini na kula na vyakula vya kimwili vipo Chakula cha kiroho cha upande wa Mungu kinampeleka mtu mbinguni, na chakula cha kiroho cha upande wa shetani kinampeleka mtu kuzimu. Kwa hiyo kuna chakula cha kiroho ambacho ni mwili wa Kristo. Yesu akasema mtu anilaye mimi hata kufa ataishi milele. Maana yake nini? Mtu anayemla Yesu hawezi kuingia mbinguni? hivyo hivyo, anaingia mbinguni, kwa sababu kuna chakula ambacho ni Yesu, kinampeleka mbinguni. Na mtu anayokula chakula cha dunia hali kuzimu, anakwenda dunia ili aingie mkataba wa kuingia kuzimu. Kwa hiyo Yesu mwenyewe ni mkate ili uingie mbinguni inabidi umle huyo Yesu. Namna ya kumla Yesu naueda kuelezea, kuna jinsi ya kumla huyo Yesu. Yesu ni mkate wa uzima, Yesu ni mkate wa uzima. Ukimla yeye unakuwa mzima milele.